Watanzania, wenzangu kama mnavyofahamu, mara nyingi nimekuwa nikitaja neno gridi, gridi ya umeme, lakini kwa bahati mbaya si mikoa yote katika nchi yetu imefikiwa na gridi ya umeme. Mikoa mingi imefikiwa, baadhi ya mikoa haijafikiwa. Sasa katika eneo hili, mikoa ambayo mpaka sasa haijafikiwa na gridi ya taifa ni sehemu tu ya mkoa wa Kagera. Kagera inazo wilaya nyingi. Lakini wilaya za Ngara, Biharamulo na Muleba tayari zimeshaungwa kwenye gridi ya taifa. Wilaya zingine zinazobaki ikiwemo Bukoba, Karagwe, Kyerwa, Misenyi na nyingine bado hazijaungwa kwenye gridi ya taifa. Lakini mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba mkoa huu sasa tutakapokamilisha mradi ule wa Benako Kyaka Transmission Line. Mkoa wa Kagera wote utaweza kuingia kwenye gridi ya taifa. Mkoa mwingine ambao haujaingia kwenye gridi ya taifa ni mkoa wa Katavi. Kama mnavyofahamu mkoa ule ni mpya, lakini tunavyoongea sasa, mradi wa kujenga laini ya kuiunganisha Katavi kwenye gridi ya taifa kuanzia Tabora, kutokea Tabora, umefikia sehemu kubwa na tunataraji kwamba mwishoni mwa mwezi huu wa nne tutawasha umeme Katavi na tutazima majenereta yaliyoko Katavi mjini na ambayo yako katika maeneo ya Inyonga ambayo kwa sasa ndiyo yanayozalisha umeme kwa ajili ya kuwapatia wananchi wale umeme. Mkoa mwingine ambao haujaingia kwenye gridi ya taifa ni mkoa wa Rukwa. Nimeshauzungumzia kwamba kupitia ule mradi mkubwa wa laini ya kwenda Tunduma hadi Zambia, tutauunganisha kwenye gridi ya taifa lakini pia tunayo mikoa ya Lindi na Mtwara ambayo tunazalisha umeme kule kwa kutumia mitambo ya gesi asilia, lakini mikoa ile bado haijaingia katika mpango haijaingia kwenye gridi ya taifa. Sasa miradi ambayo tunayo kwa ajili ya mikoa ile ya Lindi na Mtwara, tunajenga laini kubwa ya msongo wa voltage mia mbili na ishirini kutoka Songea, tutaweka substation pale Tunduru na unatoka tena Tunduru na kwenda Masasi, tutaweka substation na kutoka Masasi unaenda mpaka Mahumbika Lindi, na kwenye tutaweka substation, na kwa kufanya hivyo miradi hiyo itakuwa mikoa hiyo itakuwa imeingia sasa kwenye mfumo wa gridi ya taifa. Utekelezaji wa mradi huu umeanza na hivi tunavyozungumza sasa umefikia asilimia hamsini na moja katika hiyo miradi mitatu eh, niliyoitaja. Songea Tunduru, Tunduru Masasi na Masasi